Kule Tanga, makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM Bara, Stephen Wasira amewataka Watanzania na Wanatanga kwa ujumla kuitunza amani ya nchi hasa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Ni siku ya pili ya ziara ya makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM Bara, Stephen Wasira ambaye pamoja na mambo mengine amesisitiza swala la amani. Amani yetu ni ambayo imeachwa na vyama vilivyopita na tuna wajibu wa kuiendeleza. Mtaeleza mambo tunayofanya hapa, lakini mtaonyesha kabisa kwamba amani ndio msingi wa maendeleo yetu. Ndugu wananchi wa Mkinga, viongozi wa chama chetu, amani ikitoweka, hata wanaozungumza haki wataacha amani ni hatari. Na wale wanaojaribu kutugawa ili tugombane, uishi kwa sisi, wale ni watu wabaya na lazima tuwaambie endeleeni kusema mnachosema, lakini sisi hatutawasikiliza. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga, Rajabu Abdalla, ameweka bayana yale ambayo yametekelezwa na CCM ikiwemo swala la elimu bila malipo, huku mgombea ubunge jimbo la Mkinga Twaha Mwakioja akieleza vipaumbele ambavyo vitakwenda kufanyiwa kazi. Sisi tunajipanga kwa madaktari, Samia Suluhu Hassan ataongoza kwa kura nyingi sana kwenye mkoa wetu wa Tanga kuliko mkoa mwingine wote ule nchini, na sababu ya kufanya hivyo, tunayo sababu kubwa, ni kwamba Dk Samia Suluhu Hassan ameitekeleza